Zipo kama video tatu ambazo zitakuhuzunisha. Karibu sana ewe mwana familia yetu wa nguvu wa Dax Media Blue House. Video hii ambayo unaenda kuitazama hivi sasa ni moja kati ya video ambayo inaweza ikakuhuzunisha ama ikakufedhesha pia. Kwa hiyo, chukua tahadhari yako. Kama utahitaji kuendelea kuangalia, basi twende kazi. Lakini kama utahitaji, basi nakuruhusu ondoka, kafuate video zingine ambazo haitokuletea hasira wala kukufedhesha. Mimi ni Todo Dax Scott Rizzi. Hapa ni video ambayo imekuwa ikitrendi toka majira ya usiku wa leo ambapo video hii iliweza kumonyesha kijana mmoja mdogo tu. Kijana huyu ambaye inasadikika na umri wa miaka kumi na mbili, inasemekana kwamba aliweza kuiba gari kwa kutumia ufunguo ambao kwetu kwetu tumezoea kuita ufunguo malaya, yaani ufunguo ambao ukichomeka katika chombo chochote ambacho kinahitaji kufunguliwa, basi chombo hicho mara nyingi huwa kinafunguka wakati wa mwongezi wa video hii, baada ya mtoto huyu kukamatwa, alikuwa anaulizwa hizo funguo amezitoa wapi, lakini hakutaja, japo aliweza kumtaja mtu mmoja akisema kwamba huyo mtu ndo alimfanya mpaka achukue ile gari, akimwambia kwamba jaribu kulichukua ili mbwa inawezekana. Kwa hiyo mtoto huyu aliweza kuiba ile gari na so kwamba alishindwa, ali ni ishu ni kwamba ni aliliiba na kulisogeza sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa wakati analisogeza, ilikuwa na uzoefu vizuri wa kuendesha magari, ndipo alipoenda kupata ajali na akaanguka. Lakini unaambiwa kuna video zingine ambazo ziko video zaidi ya tatu ambazo zimeweza kuvuja, lakini kuna video zingine hazitamaniki, na hii ni kutokana na kipigo ambacho alizoweza kupokea huyu dogo, ni kwamba alipigwa sana huyu mtoto huyu mwenye umri wa miaka 12. Video hii mimi nitaenda kuwachia kuitazama mwishoni, lakini japo zipo zaidi ya video tatu ambazo hizo hapo video nafikiri zingine hazitamaniki. Utakua unaona jinsi dogo huyu mtoto huyu akiwa anapigwa na wananchi wenye hasira kali, na inaonekana katika hii sehemu kumekuwa kuna wezi hawa ambao wanatumiwa ni kama vile watoto kwa ajili ya kufanya matukio makubwa. Unaweza usiamini kama ndio mtoto ameweza kulisogeza ili gari kwa kutumia ufunguo ambao inasadika ni ufunguo malaya ambao ukichomeka tu basi vyombo vya moto huwa vinawaka. Sasa unaambiwa katika video hii moja kati ya muongezi ambao nilianukuu ni kwamba mmoja anasema kwamba hizi fungo mara nyingi huwa zinaharibu vyombo vya moto ni pale pili unapoanza kuiwasha. Update zetu kila wakati na kila muda